Asalamu alaikum warahmatullahi taala barakatu, wana grupu wa chaneli hii ya Tiba Facts Online TV, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na leo nitakuja kutoa somo linalojibu swali la muuliza swali. Yeye anasema, iwapo kama mume na mke hawaelewani ndani ya nyumba nini kifanyike? Yani, mmepitisha suluhu, vikao vimefanyika, watu hawaelewani, inafikia paka watu watu wanadaiana talaka, nipe nipe talaka nipe, ehe, mmeshindwa kuelewana, mnaona bora muachane. Ikitokea mmoja bado anamhitaji mwenzake na mwenzake amekata tamaa na kusema anahitaji kuondoka, sasa nini kifanyike, eh? Au ni dua gani inayoweza kutusaidia tukaweza kurudi katika ile hali ya awali yaani waendelee kupendana na kuishi pamoja. Sasa swali hili tutakuja kulijibu kupitia somo la majina ishirini na nane ya Barati. Huenda na wewe katika maisha yako, au katika ndoa yako unapitia changamoto hii, au kuna ndugu yako wanapitia changamoto hiyo. Na leo hii imeonekana talaka ni jambo ambalo linapotokea wanawake wanafurahi sana, jambo ambalo kidini sio sahihi. Eh, kidini sio sahihi, na tukiangaa katika mitandao ya kijamii kuna wengine pako wanafanya sherehe yana na raha kuachika. Sasa hii imeonesha ni jinsi gani watu hawana mapenzi tena na ndoa zao. Sasa kuna njia nyingi za kumsaidia mtu huyu au kuisaidia ndoa hii iweze kukaa na kudumu kama ilivyokuwa awali, lakini njia hizo zinategemeana, unasoma elimu gani au unatumia elimu gani? Kuna elimu ya mitishamba, kuna elimu ya dua kupitia Qurani kuna elimu ya abjadi na kuna elimu ya barati . Sasa mimi ni shoti na jambo hili huwa inafanyika kwa haraka sana, nataka tutumie elimu ya barati ambayo inakwenda kwa kasi na spidi kama ya umeme kuleta majibu. Kabla sija kufundisha tunafanyeje, kuna mtu mmoja anaishi Zanzibar. Huyo mtu alinifurahisha kisa chake hichi hichi kinachohusiana na somo letu. Huyu bwana yeye ni mtu wa naposema adhkali ni, ni wale watu wanaofanya sana zikri, yani anatumia muda mrefu kumtaja Mwenyezi Mungu kwa sifa zake na majina yake matukufu. Anafanya ibada, anafanya na azkali. Kwa hiyo azkali ameweka kama sehemu ya maisha yake. Sasa huyu bwana, so mtabibu ni mtu tu, anafuatilia mitandaoni, anasikiliza klipu zangu anaandika, vile venye anaweza kuandika, anafanyia kazi vile venye anaweza kufanyia kazi. Sasa yupo mtabibu mmoja huko huko Zanzibar, yeye huyu kafanya utabibu zaidi ya miaka ishirini, lakini yeye anatumia Korani na miti. Sasa akaletewa kesi huyu huyu mtabibu huyu. Kuna mama mmoja kutoka Ujerumani amekosana na bwana wake, bwana wake anataka amtwange talaka, ampe talaka, waachane, kila mtu achukue hamsini zake, wakafanye maisha tofauti yule mama ataki anataka ndoa ile iendelee unaona eh? anataka ndoa ile iendelee sasa ikabidi arudi huku Tanzania ambako ndo akaenda Zanzibar kwao akamtafuta mtaalamu akaambia bwana kuna mtaalamu yuko pale ndo akatafutwa rafiki wa waubwana wa adhkari bwana eh, kuna shida hii mngo taka ntonge talaka lakini mimi sihitaji jambo hilo litokee naomba unisaidie kwa hiyo yule mtabibu alichokifanya, akaanza kumhudumia katika mambo ya dua na tiba tofauti tofauti. Imefanyika zile tiba zaidi ya wiki mbili hakuna majibu yanayotokea na, na bado yule mwanaume akawa nasisitiza nitakiwa urudi huku uje uchukue talaka yako, kila mtu achukue hamsini zake. Lakini yule mtabibu akakumbuka kuna rafiki yake mmoja ambaye ndio huyu mtu wa azkari. Sasa, kwa bibi na mimi, kuna changamoto hii imenishinda kabisa nimefanya dua na dua, lakini mambo hayaendi sawa. Sasa tunafanyeje, una mchango gani katika mawazo? Jambo dogo sana hilo, hilo jambo dogo mno, kama ni watu waelewani. Sasa mimi nitakufundisha jambo ambalo litakusaidia uwarudishe na uwapatanishe wanandoa hawa. Akasema, lipi? Akasema, kuna majina yanaitwa majina ya Barhatih. Akasema, yapoje? Kumbe ule shehe mtabibu ambaye hayajui majina, na kikweli, sio watu wote wanajua. Inawezekana wewe unayajua, lakini sio kwamba watu. Akasema hapo, majina ya Mungu 28 ya Barati ambayo bwana akamuelekeza ili jambo amo kukuelekeza alipomuelekeza huyu bwana Kumbuka amefanya dua ndani ya wiki mbili hazifanikiwa kuleta majibu ya kusema kwamba sasa huyu mama anaweza kurudi kani ndoa yako akiwa na amani. Bado mwanaume anasisitiza amtwange talaka. Lakini huyu bwana alipomwelekeza njia hii na kuelekeza wewe, inawezekana nao umeshajifunza lakini hujai kuifikilia kwamba ina majibu ya haraka kiasi hicho. Sasa leo tunataka nikupe hii njia ilivyo na jinsi inavyoweza kuleta majibu ya haraka huyu bwana kamwelekeza huyu bwana alipomfanyia yule mama njia hii, tunakwenda kujifundisha hapa, ndani ya siku mbili majibu yakapatikana, na yule mama anapigiwa simu na mume wake kutoka Ujerumani kwamba rudi nyumbani, tuendelee na maisha mengine, naona ile habari ya talaka mimi nimeahirisha eh, sioni umuhimu wa kuendelea na hiyo talaka ndani ya, majibu? Majibu yakapatikana ndani ya siku mbili, yule mtabibu akamfuata yule bwana, mtu wa dhikiri muda wote mwingi anautumia kufanya zikri za mwenyezi Mungu, kutaja sifa za mwenyezi Mungu. Watu wa zikri wanafahamu, katika, katika, katika Uislamu kuna kipengele kinaitwa dhikri, yani utajwa wa mwenyezi mungu e, muda mwingi anatumia kumtaja mwenyezi Mungu akiwa nyumbani kwake ndani amejifungia sehemu. Akamwambia, sasa bwana, hivi hii imekuwaje? Mbona mimi nimefanyia dua wiki mbili, lakini sijapata majibu? Wewe umekuja kunielekeza jambo ambalo nimefanya siku mbili tu majibu yametoka. Tena unafanya mara moja tu, alafu majibu yanatoka ndani ya na siku mbili. Akasema hayo ni majina ya Mwenyezi Mungu, yana nguvu kubwa sana. Akasema nani kakufundisha vitu hivi? Akasema yupo mwalimu wangu mmoja, akantaja mimi. Lakini alipontaja mimi sasa ndo akanipigia simu kunisimulia kile kilichotokea. Akasema shee, mimi watu wananiogopa sana kwa njia hii ya kutumia majina Barhatih. Na ameshanisimulia visa vingi sana ambavyo vimetokea kwenye maisha yake na maisha ya watu wengine. Ila sio mtabibu. Yeye kasoma, anajisomea kidogo kidogo, alafu anafanyia kazi kile kenye kinakuja mbele yake kama sehemu ya tatizo. Sasa, iwapo kama kuna migogoro baina ya wanandoa, hapa ndio somo letu tunaanza hapa sasa. Sikiliza vizuri. Kama kuna migogoro baina ya wanandoa wamekosana hawaelewani, na imefikia mpaka hatua mmoja kudai talaka, kisha mmoja wao akahitaji ipatikane suluhu baina yao, basi hili jina la tatu la barhatih, ambalo linaitwa tatirihi, jina la tatu la tatirihi lile, katika yale majina ishirini na nane, jina la tatu la tatirihi huwa linatumika kwa njia ifuatayo. Unatakiwa uliandike jina la tatu la tatirihi katika karatasi kwa kalamu ya kawaida. Tunaposema kalamu ya kawaida ni hizi peni tunazotumia kuandikia madaftari, kwenye madaftari shuleni vyuoni. Hizi hizi peni za kawaida unaliandika kwa idadi ya mara sabini, yaani tatirihi tatirihi, tatirihi tatirihi, tatirihi tatirihi tatirihi tatirihi mpaka lifike kwa idadi ya mara sabini na nimeulizwa maswali mengi, na nafikiri ni hao watu walionunua vitabu ndani ya mwezi huu wa kumi na mbili wengi wanakuwa bado hawajajua jinsi ya kuyatumia majina haya barati. Kuna vipengele viwili, wanasema kwenye kusoma tunaambiwa tusome mara mbili mbili. Kwenye kuandika tunafanyaje? Hili swali nimeulizwa na watu kaibia watano ndani ya muda mfupi tu baada ya ile iliyofanyika mwezi wa kumi na mbili kupita. Sasa, ipo hivi kwenye kusoma majina barati ili uhesabu moja, inatakiwa usome mara mbili. Mfano hili jina la tatirihi umesoma mara moja, moja. Ni barati, barati; mbili ni barati, barati, barati, barati, barati, barati. Jina la kwanza mpaka la 28 nane kwa mara mbili mbili, ndio inahesabika umesoma majina yote mara moja baruhu barati, barati, kariri, kariri, tili, tili, turan, turan, mazjal, mazjal, mazjal. Ukifika hapo ndo umeasoma majina yote ya barati kwa idadi ya mara moja kwenye kuandika. Kwenye kuandika ukiambiwa andika jina hili au majina haya kwa idadi ya mara kadhaa, ni jina moja inaandikwa mara moja moja, vile vile. Sasa hili jina la tatirihi linatakiwa liandikwe kwa idadi ya mara sabini katika karatasi ya kawaida na vizuri, ikiwa nyeupe ile plain paper yenye haina mistari itakuwa bora zaidi. E, unaiandika kwa kalamu ya kawaida, inaweza ikawa nyekundu, sawa, inapendeza zaidi, kisha karatasi hiyo atapewa mmoja kati ya wanandoa, sio lazima wote. Anapewa yule ambaye yuko tayari kupata suluhu, kwa sababu kuna mwingine anasema mimi bado, tuachane, tuachane. Mwingine anasema pana, mbona hivyo? Kwa nini tusikae kwenye kikao, turudi kwa wazee, watukalishe? Sasa mwingine hataki hata hiyo maswala yake, anasema mimi nataka uchukue talaka yako, au mimi nataka talaka yangu niende zangu nyumbani. Yule sasa anaitaka solution, ndio huwa anapewa karatasi hii, anapewa karatasi hiyo. Au kama ni wewe unataka kujifanyia, unaichukua karatasi hiyo, unaibeba kichwani. Kwa nia ya ma, ya kuleta maelewano itakapoandikwa hilo jina la tatili tatili mpaka idadi ya mara sabini, kwa chini yake unaweza kuandika na nia aidha wee mwenyewe. Baada ya kuandika kama utajifanya mwenye unatia nia, na nahitaji, takapobeba karatasi hii ya jina la Mwenyezi Mungu hili jina la tatili, basi tupate maelewano katika ndoa yangu. Unaona bwana, kisha unabeba kichwani. Kubeba kichwani kufanyeje? kama ni mwanamke anataka kuibeba karatasi atatia juu ya kichwa chake kisha atavalia ushungi au kofia au kilemba juu yake. Yaani unaweka karatasi juu ya kichwa chako alafu unavaa ushungi au kofia au kilemba unashinda nayo kutwa nzima. Sasa, ukitaka kwenda chooni utaitoa utakwenda chooni utajisaidia then utarejea uta utaivaa tena. Na kama ni mwanaume atavaa, ataiweka kichwani, atavaa kofia Alafu au anaweza kavaa kilemba akashinda nayo kutwa nzima. Unaweza ukafanya ndani ya siku ya kwanza, ya pili na ya tatu, lakini hata ukifanya mara moja inapendeza zaidi, lakini vizuri, fanya kwa muda wa siku tatu zenye kufuatana. Basi hakika utaona maelewano yatapatana na mtaelewana vizuri. Na kama unafanyia mtu, basi utaona wale watu wanapatana na wanaelewana, na ndoa kama ilikuwa imefikia hatua kuvunjika itarudi kwenye wapenzi yale yale waliokuwa nayo. Hii ni maajabu ya majina ya Barhatih na unaweza ukao kipengele hichi umesha kisoma, lakini ukijua kinafanya kazi vipi, kiukweli hichi ni kipengele ambacho kinasaidia sana, maana hii ni njia nyepesi kama ulivyoisikia lakini pia hahitaji mambo mengi. Ingekuwa ni madua hapo, ingebidi mwanze kusomeana dua wiki nzima mkakalishana kitako. Tena hii haitaji hata mkae lishane vitako, mwanze kusomeana sijui majina yote Barhatih au mfanyane makombe a hii. Anaandikiwa mtu, akishamaliza kuandikiwa anapewa kwa utaratibu huu, bwana, hii karatasi ibebe kichwani ndani ya siku tatu. Unaona bwana, eh, ibebe kichwani ndani ya siku tatu. E, baada ya hapo utaiacha kuibeba na kuibeba, utakapotaka kwenda haja kubwa au haja ndogo chooni, unaitoa ile karatasi wapi? Kwenye kichwa, e, kwa hiyo huu waga ni utaratibu ambao unaweza ukaleta maelewano ndani ya nyumba katika ndoa ambayo imehatarisha kuvunjika. Kwa hiyo unaweza nayo ukajifanyia au kumfanyia mtu mwingine, ni njia rahisi na ni njia ambayo inakupa matokeo ya haraka. Kumbuka huyu bwana aliyemshtakia huyu bwana mtu wa dhikiri ni mtabibu wa miaka ishirini, yaani anafanya kazi za tiba zaidi ya miaka ishirini, lakini alishindwa kutatua jambo hili kwa elimu zake zote alizozisoma na mambo yake yote, ameshatatua migogoro mingi, ila ili jambo lilimshinda. Kumbuka anayefanyiwa dua alikuwa yuko Tanzania, mgogoro upo Ujerumani, inatakiwa ipatikane sulu, yule bwana yuko Ujerumani kule kule, na huyu mama yuko Tanzania, tena Zanzibar. Maelewano yapatikane. Na yule bwana akawa anasema kila siku nitakiwa urudi huku nyumbani, uchukue talaka yako, uende nyumbani mama, ma, moja kwa moja. Sitakutaki tena. Alafu unashangaa mtu anapiga simu anasema, naomba urudi nyumbani, naomba lile jambo la talaka mimi naona nimeahirisha. Twende na maisha yetu kama kawaida. Unafikia jambo dogo ilishe. Na ili jambo sio dogo, kuna kitu kimefanyika kizito sana kwa kwa hiyo haya ni majina ya Mwenyezi Mungu ambayo yanaweza katumika katika njia tofauti tofauti, na kwa bahati mbaya majina nimeshafundisha sana. Kwa wale ambao watakuwa ni wapya kukutananayo haya majina katika clip tofauti tofauti, mimi nakushauri ili uelewe vizuri, unaweza ukarejea katika klipu zangu za awali za mwanzo kabisa ambazo nimefundisha matumizi ya jina moja moja, nikatufundisha matumizi ya pamoja ya majina haya barati E, kwa sababu mpaka hapa hatuwezi kurejea tena tulikotoka, ila tutaendelea. Maana mpaka kwenye uchambuzi wa jina moja moja nimeshafika jina la ishirini na nne bado majina manne tumalize majina ya Barhatih, lakini itakapotokea dharura kama hizi au kumwelekeza mtu au watu tunaweza kurejea somo. Somo hili limesha kufundishwa miaka mitatu iliyopita kutoka sasa, kuna miaka mitatu imepita, lilifundishwa vizuri kabisa, lakini sio wote wanaoliona ili somo na sio wote wanaweza kutambua klipu zangu zinapatikana vipi. Ni wachache sana wenye uwezo wa kuifuatilia channel kwa ukaribu, kukagua kila klipu iliyo uploadiwa kwenye mtandao ina, zungumzia nini. Kwa hiyo nafikiri somo letu limeeleweka. Kitabu cha Barhatih namba moja, ukisoma ukurasa wa tisini na nne utapata somo hili tulilojifundisha leo, ndio nasema kuondoa au kuondosha migogoro baina ya wanandoa. Ukisoma peji ya tisini na tatu hapo utakutana na kipengele hichi, inshaallah Ukutan kipindi kingine saa na wakati mwingine. Kumbuka ofa hamna, lakini kila kitabu kina bei yake. Kitabu cha Barhatih namba moja kinauzwa elfu kumi na tano na kipo namba mbili yake pia na chenye kinauzwa elfu kumi na tano. Kuna kitabu pia cha Abjadi kinauzwa elfu ishirini. Kuna kitabu cha uh, elimu ya majini ambacho kinasema ulimwengu wa majini na vituko vyao, kinauzwa elfu thelathini na kuna vile vingine vya mitishamba, kitabu namba moja, mbili na tatu. Kitabu hivi cha mwongozo wa tabibu na tiba mbadala, pia vitabu vya Qur'ani vyote vipo, lakini kila kitabu kina bei yake. Kwa hiyo sasa hivi ukihitaji kitabu chochote kutoka kwangu rasmi. E, kina bei yake rasmi. Kinachouzwa elfu kumi na tano utapata kwa bei hiyo. Kinachouzwa elfu ishirini utapata kwa bei hiyo, inshallah. Tukutane siku sana wakati mwingine, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.